Kwa kipindi hiki wachambuzi wengi wamekuwa wakiongea vitu vingi sana kutokana na the way ambavyo ligi na kuwa inaendeshwa, lakini pia yanga na Simba ambapo mchakato mzima unakuwa unaendelea. Sasa huyu hapa Jemedali tuweze kumsikiliza kwa kile ambacho aliweza kukisema. Wizara serikali, so sio jambo la kuendea ovyo ovyo tu, sawa. Ujui ita affect vipi, jamii, angles zipi, unajua viongozi wa serikalini, viongozi wa kisiasa, sio na nchi hii sasa hivi iko kwenye movement unaziona hizi za kisiasa, wewe unatakiwa kuongeza moto tena hapo, kuongeza petroli kwenye huo moto? Hupaswi, unatakiwa kuwa na busara. Sawa, mnakosea. Unajua kuna vitu ambavyo serikali ipaswi kuingilia. Sawa, sinaona hapa sasa hivi ilivyo, kuna watu, kuna baadhi ya viongozi nasikia huko wanajaribu kusema, oh, mnajua hii mechi ibaki hivyo hivyo, kila timu ipewe alama moja. Tunafungiwa kwa sababu hilo jambo la kiufundi hatutaki mtu wa serikali aingie ya hapo, sawa? Hapo tunafungiwa. Yani, kuna maeneo serikali ni lazima itahoji na inaruhusiwa. Kwani kafu FIFA wajui kwamba kuna serikali? Wao wana opereti wapi? Siku hizi nchi lazima wanajua umuhimu wa serikali, ndio maana wakija kama hapa, watu wamwomba Mama Samia, watu wamwomba si waziri mkuu, si itakuwa hivi? Wanashirikiana na serikali na wanajua uwepo wao hawataki yale mambo ya uendeshaji wa kila siku yaingiliwe, yale mambo ya kitaalam ambayo tunaamini yale yanataka utaalamu wa soka yaingiliwe, sawa. Lakini kuna mambo ya kawaida kawaida tu ambayo hivi, utarani, utarani taasisi ambayo imesajiliwa BMT, BMT ndio serikali inakuanzia hizo. Uh, taasisi yako ina fall kwenye wizara S sisi, itakuwaje sasa serikali wasihoji kitu chochote? Hivi vilabu si kuna mwekezaji m mafuta sio ina nini, kisa mdhamini, um, sijui nani mwingine, mfadhili sijui nani mwingine uweezaianza wataka kukimbilia ni TFF E, mimi nakuzungumzia kwa experience. I've been there na hivi vilabu nimeviona vinaomba vina hivyo maandishi kabisa, wanaandika. Sasa unadai milioni hamsini tu ndiyo prize money ya ushindi wa CRDB, CRDB Confederation Cup. Mkataba kati ya TFF na CRDB hauandiki prize money yoyote, sawa Inazungumzia mambo ya uendeshaji na era ya wanayotoa ni milioni 255, sawa. Mambo mengine sijui, zawadi ya kikombe, medali sio nini, wanaandaa wenyewe, si sawa? So, ukwela TFF natolewa hivyo na wao ndio watamlipa mshindi. Hawajawahi kubadilisha TFF, mshindi wao analipwa milioni hamsini ambayo ilikuwa inatokana na structure iliyotengenezwa na Azam wakati kombe linaitwa Azam Confederations Cup. Sawa, wale so, walikuwa wanalipa milioni hamsini na ndio walikuwa wanaipa TFF hela ya mshindi. Kwa TFF wanatoa ile milioni hamsini kwanza. Yanga walipata wapi milioni 200? Kwamba wao wanadai milioni 200 Serie B. Walipata wapi? Lakini mimi nimeona barua. Yanga wanaomba wachezaji wao 12 walipiwe milioni 88 kutoka milioni nne zilizokuwa msimu uliopita kuja msimu huu anatakiwa alipe milioni 88 sio mara kumi na mbili sawa. Mm -hmm. Unanielewa vizuri eh? Na kiasi wanachodai na hayo ndio ambayo ameweza kuyasema eh, Jemedari, kutokana na hiki ambacho kinakuwa kinaendelea sasa. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili kwamba, eh, Yanga anataka hachezi kwa sababu ya sababu ambazo zipo, lakini pia eh, Simba naye anataka kucheza kwa sababu na ya sababu ambazo zipo. Mashabiki wamekuwa kama wakichanganywa kwamba wanakuwa hawaelewi kwamba mechi hii ipo au haipo. Maoni yako yatakuwa ni mazuri kabisa kupitia mkurasa wetu wa Instagram bila kusahau YouTube channel yetu, ukiweza kusubscribe pale, utakuwa kwanza kuweza kupata taarifa nyingi zaidi. Chao.